Sisi tunamwambia Martha Karua na aina ya Wakenya wanaoshirikiana nao, nao, wasiwashwe washwe na hili jambo. Hili ni taifa letu, lina miongozo yake, lina katiba yake tu, lina kawaida zake, lina kanuni na miongozo ya kila namna. Kama ni harakati, Tanzania kuna wanaharakati wengi. Kama ni wanasheria, Tanzania wapo. Tena mimi nashindwa kuelewa wanasheria wa Tanzania kwa sababu imefika mahali Chadema, wanaanza kutafuta wanasheria kutoka Kenya. Tafsiri yake ni kwamba hata hao wanasheria wa Tanzania, hiki chama hakiwaamini, hakiwaamini. Ndio maana sasa wameanza kutafuta, wameanza kutafuta wanasheria wa ndondo kutoka Kenya, ambao mkija kwa amani kwenye nchi yetu karibuni, lakini mkija kuleta uchochezi tuwaambie kabla vyombo vya ulinzi na usalama havijawashughulikia tutashughulika na nyinyi. Ulalo ulalo, hii michezo ya kutukanana na rais wenu huko Kenya malizani huko huko, huko. Tumeona watu wanaongea sana kwenye mitandao, halafu nchi ya Tanzania kuna vijana wengi, hakuna kijana anatoka anasema hii sio sawa sawa. Unapompiga ukitaka kuwatawanya kondoo, sharti la kwanza ni lazima apigwe mchungaji. Sasa sisi kama kondoo wa taifa hili, we are not ready kuona rais wetu ambaye ndiyo mchungaji mkuu wa taifa anabagazwa na mtu yoyote. Kwa hiyo tukwambie, Martha Karua, mshukuru Mungu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ni watu wenye hekima na wanafuata taratibu, walikurudishia pale. Ukija kuleta uchokonozi siku nyingine, hatutakuacha tuyaseme. haya kwa uwazi, taifa lenu ni Kenya. Tunawashukuru, nyiye ni majirani zetu. Nyiye mmeuana mara nyingi uko, mlishawahi kuona si tunakuja